Moja ya kitu cha thamani nilichojifunza ni kwamba haihitaji mtu mwingine yoyote abadilike ili mimi niweze kufanikiwa. Ukiwa kwenye mahusiano utataka mwenzako abadilike, ukiwa nyumbani na wazazi wako utataka wazazi wako wabadilike, ukiwa shuleni utataka walimu wako wangekuwa more supportive kuliko jinsi wanavyokusapoti sasa hivi. Ukiwa na mindset hii, utakuwa unatamani kila mtu ambaye unakutana naye kwenye mazingira yoyote abadilike ili wewe upate nafasi. Lakini siku ambayo ikaingia kichwani kwako na moyo wako kwa pamoja, na wewe mwenyewe ukajiambia kwamba kuanzia leo sihitaji mtu mwingine abadilike ili mimi nianze kuwin kufanikiwa kwenye kitu ninachokitaka, that moment, mambo yako yote yatabadilika, kwa sababu unavyotaka mtu mwingine abadilike, unashift pawa na mamlaka na nguvu kutoka kwako mwenyewe. Unaenda kumpa mtu mwingine yeye ndo akuamulie maisha yako, na hakuna mtu mwingine ambaye anajua maisha yako the best interest kwa ajili ya maisha yako tofauti na wewe. The minute tutakasema, sihitaji hao wote wabadilike, hata wakibaki dunia, hata dunia kibaki imeganda, mimi nitakuwa successful na I will win no matter what. At the moment ambapo dunia nzima utaona kwa namna tofauti.